Na tukiangazia taarifa yetu kuu ya leo ni kwamba Rais William Ruto anazuru kaunti ya Makueni hii leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya ziara yake ya siku tatu katika eneo la Ukambani. Kando na miradi ya maendeleo anayotarajiwa kuzindua, rais pia anatarajiwa kutumia ziara hiyo kujitafutia umaarufu wa kisiasa kabla uchaguzi wa mwaka 2027. Hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Michael Mutinda atupashe mengi tu kuhusiana na ziara hiyo. Mutinda, kazi kwako. Nam, asante sana Mwanahamisi na uh, manamisi, ina kupata kwa njia mufti kabisa nikiwa mjini ya mali hapa, uh, kaunti ya Makueni ambapo kaunti hii ya Makueni ndipo anapoanzia ziara yake ya siku tatu katika eneo la Ukambani. Na tayari tunavozungumza ni kwamba Rais William Ruto tayari ameshawasili hapa kaunti ya Makueni, ambapo yuko katika eneo la kwanza alipokuwa anaanzia katika eneo bunge la Kilome, pale ambapo anaanzisha rasmi utumizi wa daraja la mto Mikuyu ambao liliweza kujengwa kwa takriban shilingi bilioni moja nukta tisa na ujenzi wa daraja lile umeweza kukamilika na ameshawasili pale, alafu baadaye ataweza kuja hadi hapa hapa ambapo nilipo katika eneo hili la e, mji huu wa Emali ambapo ataanzisha uh, ujenzi wa barabara hii ambayo ilianza wiki iliyopita ujenzi wake. Ni barabara yenye urefu wa kilomita arobaini na mbili lakini awamu ya kwanza inatekelezwa kilomita ishirini na moja kutoka mjini Emali kuelekea katika eneo la Matiliku kwa kitita cha takriban shilingi bilioni moja nukta moja a, kwa mujibu wa mbunge wa eneo bunge hili la Kibwezi Magharibi, uh, Mwengi Mutusa, na vile vile baadaye rais ataweza kuelekea kwele, katika mji wa Wote, kukagua ujenzi wa uh, nyumba za bei nafuu mjini humo na pia vile ataanzisha uh, majengo ya soko la mji wa Wote, na ni ziara ambayo anaandamana na viongozi mbalimbali akiwemo mbali mbunge wa eneo bunge hili, wabunge ambao wanatoka eneo hili la Ukambani ambao wanaegemea upande wa, wa Kenya Kwanza uh, na ataitumia ziara hii bila shaka kujaribu kutafuta uungwaji mkono kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027 kuradhi, lakini kabla ya hapo na haja wasili hapa, tuzungumze na, na wakaazi wa eneo hili. Karibia hapa, uanzie na jina, mweze kutuelezea nyinyi kama wakaazi, rais anazuru kaunti ya Makueni, labda nyinyi, maoni yenu ni yapi kuhusiana na ziara hii ya rais? Mimi kitu ya kwanza, yeah, kwa majina naitwa Hamisa Abdi Mutungi, mwenyeji na mkaaji wa eneo hili, sisi ile kitu tunaweza kusema rais karibu sana Makueni, karibu sana Hemali, kwa sababu wakati mwingi rais wote waliopita wamekuwa wakituahidi kuhusu barabara hii. Hii barabara imekuwa ndio ya kuitisha kura kila mwaka, ukifika rais huyu anakuja, tunawekea lami, tunawekea lami, na kuna shida kubwa sana kwa barabara hii. Sasa sisi chetu ni furaha kuona rais anakuja kufungua mradi huu wa barabara hii unaojengwa kutoka Hemali mpaka Ukia. Tutashukuru sana hmm. Tutashukuru sana, yetu ni raha la, lakini <laughs> ni watu wale ambao Tunashukuru sana. Watu wale ambao wanasema rais hafai kuja Makueni, hafai kuja Ukambani, hao wana maoni maoni ambayo potofu. Si unataka rais ni rais wetu wa Kenya atembee popote Ukambani, atuletee maendeleo kama nchi zile zingine. Karibu sana rais. Sikio mwingine hapa, labda nyinyi kama wakazi wa eneo hili, barabara hii na umuhimu gani, na labda hii ziara ya rais kuna wale ambao wanaichukulia labda ni siasa, wengine wanasema anakuja, wengine wanasema barabara hii inatengezwa hadi Matiliku, kumbona asitengeze ukia. Okay. Anzia na jina. Asanti sana kwa majina, naitwa Agnes Kilonzo kutoka hapa Kibwezi West. Tunashukuru sana mheshimiwa, our president Ruto kwa kazi nzuri ile inaendelea kufanyika hapa kwetu Makueni na hasa hapa Kibwezi West. Hii barabara itafungua biashara nyingi za wamama. Unajua wamama wengi tuko kwa mabiashara. Si wamama wengi wako kwa kazi za kuandikwa. Na hizo biashara hata wale wako kwa kazi za kuandikwa wanafanya mabiashara. E, akienda kazini jioni anakuja kufungua biashara yake. Itafungua biashara kutoka Makueni kufika hapa Emali na Kenya mzima na hata East Africa. Jum the main road ni hii iko hapa Emali. Ukitoa matunda kule kama maembe yanavunwa sana huko Makueni. Machungwa ukileta hapa, hiyo machungwa inaweza enda hata Uganda, Tanzania, kwa hivyo itakuwa imefungua biashara za wamama na kazi nzuri. Wamama wa vikundi nao wanajua kutengeneza vikapu. Vikapu ni za kubebea kila kitu, mtu anapata kikapu hapa, ananunulia maembe, ananunulia vitu zile nzuri nzuri hapa, anaenda nazo nyumbani kwake akijisikia amekuwa vizuri. Na, na usafiri pia utakuwa mzuri tusikie mwingine hapa karibia hapa uh, tulimsikia kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemkaribisha rais huku, lakini anasema kwamba amechelewa mno. Nyinyi kama wakazi, labda mnadhania amechelewa mno kwa sababu ni mwaka wake watatu uh, kuja huku ama katika uongozi wake, mnahisi kwamba maendeleo haya yamechelewa? Kwa majina anaitwa Evelyn Jacob kutoka hapa Makueni. Ninashukuru sana kwa kazi ambayo raisi ametufanyia Bwana Kalonzo alikuwa hapa, kuna wakati alikuwa vice president, na hakuna chochote tuliona ametufanyia. Tumekuwa tukilia lakini tume... katika kilio chetu kimeweza kusikika kupitia kwa president wetu, rais Ruto, mheshimiwa wetu amesikia kilio chetu, na kwa kweli tunaona Makueni tukiendelea hii barabara. Watu wengi walikuwa wanalia kwa ajili ya hii barabara. Wakati wa mvua kulikuwa na changamoto nyingi sana, unapata magari yana yanakwama lakini, kwa wakati huu tuna furaha sana, kwa maana usafiri utakuwa ni rahisi kutoka hapa Emali kuelekea wote, itakuwa ni rahisi kwenda na magari. Tunashukuru sana kwa Rais wetu Ruto. Inama, labda kuna mwingine mmoja rotomali... e, kwa majina ninaitwa Mwanaisha Munyoki kiongozi wa kina mama hapa Kibwezi Westi, mimi changu ni kusema ya kwamba tunamshukuru kwanza Mwheshimua wetu Mwengi Mtuse, kwa maana tangu aingie katika hii kiti ya bunge tumeona mabadiliko mengi katika Makueni. Makueni nzima sio ati Kibwezi West peke yake, kwa sababu tumeona soko zikijengwa, tumeona mambo mengi, amechimba maji. Tulikuwa na shida ya maji hapa Kibwezi West na Makueni yote, yeye abaguye ati Kibwezi West na maji ni. Mnataka rais akija, kando na barabara hii, labda anga angazie katika eneo la Ukambani kwa ujumla. Eh, kitu kile tungependa rais akija huku angazie, aangalie sana mambo ya masomo katika huku. Hatuna university, tunataka university kwenye katika Makueni watoto wetu wanaenda kusomea mbali. Kwa hivyo rais akija hapa sisi tunataka university, ili elimu katika area yetu iende juu. Kwa hivyo tunashukuru sana ujio wa raisi katika area yetu. Asante na Hamisi. Hayo ni baadhi tu ya maoni ya wakazi wa eneo hili, na umesikia huyo mzungumzaji wa mwisho anasema kwamba uh, wanasukuma sana iwapo kungekuwa na chuo kikuu katika kaunti hii ya Makueni, basi lingekuwa jambo la busara iwapo rais kidemokrasia angeangazia upande huo na vile vile kuna wakazi ambao hawali tulizungumza nao na wanasema kwamba rais angazie sana swala la ujenzi wa bwawa la dhwaki ambalo limejidorora mno kutoka mwaka 2017 lilipozinduliwa ujenzi wake na kufikia sasa alijakamilika na linaweza kutatua swala la uhaba wa maji katika eneo la ukambani iwapo litakamilika kwa hivyo ni hayo tu kwa kifupi kwa sasa baadaye tutaweza kuungana kwa taarifa zaidi kuhusiana na atakayosema rais William Ruto kutoka kaunti ya Makueni mimi ni Michael Mtinda kwako